Watazamaji wa Singida MCTV tuko katika hospitali ya Halmashauri ya Manispaa Singida, ambapo kwa sasa hospitali hii imeboresha huduma zake mara baada ya ya kukamilika kwa majengo mapya ya jengo jengo la la mama na na mtoto pamoja na jengo la huduma za dharura. Shilingi bilioni moja kwa ajili ya ujenzi wa jengo jipya la mama na mtoto, jengo la dharura, pamoja na ukarabati wa jengo la upasuaji. Na haya majengo yote yamekamilika na ameanza kutoa huduma katika hospitali yetu ya Halmashauri ya Manispaa Singida, na hapa tumeweza kufanikiwa kuongea na baadhi ya wananchi wakielezea nini kinaendelea na nini kimefanyika na huduma ziko vipi ndani ya majengo mapya, hasa katika jengo la mama na mtoto. Karibuni. Kwa jina naitwa Amina Bakari nimekuja kujifungulia hospitali ya Manispaa. Mwanzo tulikuwa kwenye jengo la zamani, leo tunamshukuru rais wetu Samia, tuko kwenye jengo jipya la mama na mtoto hmm. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Kipunda. Okay. Na huduma za hospitali ya manispaa zikoje? Huduma zake ni nzuri, imezipenda, ziko vizuri, ndo kwa mara ya kwanza Unatoa wito gani kwa mama wengine wajawazito kutoka halmashauri na maeneo ya pembeni? Yani, waendelee kupenda ile jengo na huduma za hapa, wako vizuri sana. Kwa majina anaitwa Zaituni Hasani Ali, ni mwenyeji wa hapa Singida Manispaa. Ndio nimeleta ndugu yangu kuja kujifungua hapa, ni kwa kweli huduma ni nzuri, so bye. Namshukuru manispaa kwa huduma zake na kutujengea jengo jipya, kwamba ni huduma ni nzuri sana labda. Unatoa wito gani kwa wanawake ambao wanatarajia kujifungua? Kwa kweli wasikimbilie, pengine hapa ni huduma nzuri sana wakaribia hapa, hata kama walikuwa jengo la zamani ilikuwa huduma nzuri, na huko nao walikuwa lik na nanili, huduma ni nzuri sana kwao, mimi nawashauri. Mi kwa majina naitwa Halima Yunga Ibrahim, ni muuguzi niko hapo hospitali ya manispaa ya Singida. Kwanza naishukuru tunashukuru serikali ya awamu ya sita kutupatia jengo kubwa na zuri la jengo la wazazi, ambapo limeweza kuturahisishia kutoa huduma bora kwa wateja wetu, kwanza, kwa sababu jengo ni kubwa, jengo ni zuri, na pia mama anapoingia kila kitu anamalizia huku. Kwa hiyo ni tofauti na jengo ambalo tulikuwa nalo la mwanzo, ambalo lilikuwa lina ni sio kubwa, lilikuwa finyi, lilikuwa tuwezi, hata haliwezi kutupatia nafasi kubwa tukiwa tunatoa huduma kwa hawa na pia namba ya, ya, ya, ya wateja inazidi kuongezeka kila siku, kwa kufurahia jengo jipya na kwa kuwa huduma zinazotolewa hapa ni bora. Pia tunashukuru sana kwa uongozi kuweza kuhamia kwenye hili jengo kwa hiyo ya kwangu ni hayo kubwa sana, kushukuru serikali ya awamu ya sita, izidi kuendelea kutupa vitu vizuri ili kuweza kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi.